Maafa makubwa zaidi katika historia ya Biblia yaliyosababisha vifo vingi yalikuwa gharika kuu. Tukio hili lililojulikana kama gharika ya Nuhu. Hatujui watu wangapi hasa walikufa, lakini watu nane tu waliokoka kwenye haya maafa. Maandiko yanatuambia kwamba ni familia ya Nuhu tu iliyookoka. Swali moja la kuamsha udadisi lazuka hiji: watu wengine wote walikuwa wanafanya nini wakati hawa watu nane walipoingia kwenye safina? Simulizi la gharika ya Nuhu linapatikana katika Mwanzo sura ya sita saba na nane ya Agano la Kale. Ila haijalishi tunachunguza kwa umakini kiasi gani, hakuna andiko juu ya kile ambacho watu wengine walikuwa wakifanya wakati huo, isipokuwa Nuhu na familia yake. Je, watu wengine wote walikuwa wakifanya nini wakati huo na kwa nini hawakuokoka dhidi ya hayo maafa? Mstari wa Biblia ambao ningependa kuuta j leo ni Mathayo sura ya 24 na mstari wa 37. Kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Siku ya Jumanne, siku tatu kabla ya kukabili hatima yake msalabani, Yesu Kristo alitabiri jinsi hali itakavyokuwa baada ya takribani miaka elfu mbili yaani, katika enzi tunayoishi leo kwa kusema yafuatayo kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adamu. Kwa maana siku zile kabla ya gharika, watu walikuwa wakila na kunywa, wakiwa na kuolewa, hadi siku ile Nuhu alipoingia katika safina, nao hawakujua lolote hadi gharika ilipokuja ikawakumba wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa atakapokuja mwana wa Adamu. Walakini, lakini kinachovutia sana hapa ni kwamba inatoa maelezo ya kina kabisa juu ya yale watu waliokuwa wakifanya wakati wa gharika. Wakati Nuhu na familia yake walikuwa wanaingia katika safina, watu wengine walikuwa wakila na kunywa tu, wakiishi maisha yao kama kawaida. Na hata mvua iliponyesha na maji yalipozidi kufurika, hawakujua lolote kuhusu kile kilichokuwa kinakaribia kutukia. Basi kwa nini walikaa tu bila kufanya maandalizi yoyote kabisa walipokabiliwa na mvua kubwa kana kwamba mawingu yalikuwa yamepasuka? Wakati huo watu wasingeweza kutarajia kwamba mvua hiyo ingesababisha mafuriko makubwa kama hayo na wakati walipoamua kufanya kitu wangekuwa wameshachelewa. Gharika mchoro wa Michelangelo unaoonyesha gharika ya Nuhu unadhihirisha waziwazi picha ya wale waliokuwa wameachwa nyuma. Kwa sababu ya mafuriko yasiyotarajiwa, watu wengi walioonyeshwa kwenye huo mchoro hata hawajavaa vizuri. Baadhi walikuwa wanajikinga na mvua wakiwa katika mahema yasiyo salama yaliyoonekana tayari kuzamishwa na maji wakati wowote, huku wengine walifanikiwa kupanda juu ya ile safina, lakini wakishindwa kuingia mle ndani, walikuwa wakiipigapiga kwa shoka. Kupitia kilichoonyeshwa kwenye mchoro huu, tunaweza kugundua udhaifu usio na mipaka wa binadamu mbele ya maafa yanayozidi matarajio yetu. Ikiwa hali hiyo hiyo ingetukia leo, huenda matokeo hayatakuwa tofauti sana. Kutotabirika, hii ndiyo sifa kuu sana ya maafa lakini kama ilivyoandikwa kwamba ndivyo itakavyokuwa kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu, hata wakati huu maishani mwetu, maafa yasiyotabirika yanatokea kwa njia nyingi. Kwa sababu ya ukuaji wa viwanda na maendeleo ya teknolojia mbalimbali, maafa ya ghafla ambayo hayangeweza kutukia zamani sasa yanatukia kila mahali karibu nasi. Wakati, mahali, aina na ukubwa wa mlipuko, hakuna kitu kama maandalizi kamili ambayo hayana hitilafu katika mojawapo ya mambo haya. Tunapaswa kufanya nini tunapokabiliwa na maafa hayo yasiyoepukika? Hakika kuna mipaka kwa yale yawezayo kufanikishwa kwa nguvu na juhudi za kibinadamu pekee. Kwetu Biblia inafunua njia kamili na ya hakika zaidi ya kujiandaa, ambayo ni Pasaka ya agano jipya. Jina la Kikorea la Pasaka linatokana na alama za kuruka juu na kuvuka likimaanisha, kwamba maafa yatapita juu, na hilo pia linaonyeshwa katika istilahi ya Kiingereza Passover kuashiria maafa yatapita juu. Sababu tuna uhakika kwamba tutalindwa dhidi ya maafa tunapoadhimisha Pasaka ya agano jipya ni kwamba ndiye Mungu asiye wa dunia hii ambaye ameahidi ulinzi huu. Kwa kweli Biblia inaandika kwamba wale walioadhimisha Pasaka walilindwa dhidi ya maafa. Waisraeli walipokuwa utumwani Misri, ijapokuwa nchi yote ilitetemeka kwa hofu kutokana na maafa yasiyowahi kutokea, waliadhimisha Pasaka nao wakalindwa na Mungu. Takribani miaka mia nane baadaye, ufalme mkubwa wa Ashuru ulipoivamia Israeli, kwa mara nyingine tena walilindwa kwa kuadhimisha Pasaka. Wale walioadhimisha Pasaka kulingana na ahadi ya Mungu walilindwa dhidi ya aina zote za maafa. Je, tunaweza kuepuka maafa kwa kuadhimisha tu Pasaka? Je, labda mnajiuliza swali hili wenyewe. Hatuwezi kujiandaa kikamilifu kwa ajili ya maafa yote, kwa kuwa hatujui yatatokea lini au kwa jinsi gani. Hakika ni bahati nzuri kutodhurika kwa nasibu au bahati nzuri, lakini hatuwezi kuacha kila wakati kwa bahati na utukizi. Kwa hiyo zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa tunahitaji ahadi thabiti, badala ya kutegemea mambo yasiyo hakika kama vile nasibu au bahati. Hivyo ndivyo hasa ilivyo Pasaka ya agano jipya.